Kipindi hiki kilichopo machoni mwako ni mkusanyiko wa maswali mbalimbali mbali ya dini. Maswali hayo ni mwongozo bora kwetu, ni maswali ya kujifunza, ni maswali ya kutujenga, ni maswali ya kuijua njia yetu. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdillahi mwana wa Maali Mashi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Kishki TV. karibu sana katika show yako pendwa hii ya Street Dawa na hii ni Street Dawa maalum kabisa kwa ajili ya mwezi huu wa Dhulhijja. na leo nimeibukia hapa maeneo ya Tandika, Dar es Salaam, Tanzania ni sehemu ambayo shughuli za watu mbalimbali zikiwa zinaendelea kama kawaida. Yangu, lengo langu ni kuwa challenge wale waislamu ambao nitabahatika kukutana nao, na swali langu leo linasema hivi, mbeleni kuna siku ya Eid kuchinja, je? Yeah. Ni mambo gani ambayo mtu ameweka nia ya kuchinja katika siku ya kumi ni sunna kwake kuyafanya, kwa maana atakiwa asiyafanye mambo hayo, amekatazwa kwa siku hizo kumi, lakini baadaye akishachinja ndiyo anaruhusiwa kuyafanya. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Mnyanga, mimi ni mwana mali mashi, nifuate. Street Daawah kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu hapa. <laughs> <laughs> E, mbele kuna sikukuu ya idi ya kuchinja, sio? Hey, umeweka nia ya kuchinja inshallah, Allah akukujalia <laughs> Sasa, ilivyo kwa mtu ambaye ameweka nia ya kuchinja, huu mwezi wa mwandamo wa Dhulhijja, ukiandama tu mwezi mosi, kuna mambo atakii kuyafanya, ni suna kuacha kuyafanya mpaka siku ile ya kumi, akishachinja hayo mambo anaweza kuyafanya. Naomba niambie, mambo ni mambo gani? Elimu, yeah. Basi, mtu ambaye ameweka nia ya kuchinja kisha ingia mwezi mosi atakiwi kukata kucha, atakiwi kunyoa nywele mpaka akishamaliza ile kuchinja, ndo? Kusikia, hapana. Asante sana. Street dawa kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu hapa. Hapa ni Eid al-Adha. Eid al-Adha. Hii Adha maana yake nini? Eid yako nini? Ya kuchinja. Kuchinja vipi? Umeweka nia ya kuchinja? Naam. Sasa tunaambiwa kisunna kwa mtu ambaye ameweka nia ya kuchinja. Ndio swali langu hilo. Kwa mtu ambaye ameweka nia ya kuchinja. Ukiingia mwezi Dhulhijja tu, ile mwezi mosi tayari. Kuna mambo ni sunna ametakiwa siyafanye mpaka pale atakapochinja ndio yale mambo atakiwa yafanye. Naomba mtaje mambo mawili tu. Mmoja wapo ni kutoa nywele atakiwi au atakiwa kutoa nywele. Safi kabisa he? Ya kwanza hiyo na kukata kucha. Kucha. Safi kabisa, atakiwi? Kukata kucha. Shukrani sana. Mashaallah, sana. Sheikh Ahmed. Naam. Mashaallah, wewe zawadi yako ba. ba. Kuna kuna nini mo? Fungua basha, kuna nini? Hiyo ya kwako ba. <gibu> Lakini pia kwa sababu umeshinda bwana Ahmed, umepata tiketi ya kuingia kwenye fainali ya kugombania mnyama mbuzi, sasa ili uchinje. Ukishinda, okay, mtindo kama huo, maswali ukipata swali, sio elfu tano tena, tunakupa mbuzi kwa inshallah. Nambari yangu hiyo hapo, na utatupa za kwako, tukutafute inshallah. Mazuri? Ah, fresh kabisa. Wewe tunani ndugu yangu? Yusuf. Yusuf Kali. Yusuf Kazi. Kazi vipi? Sio kazi. Kali, Kali. Ah, Yusuf Kali. Yeah. Yeye ya majina la ukoo ila majina lake mwenyewe kabisa. Jina la babu yangu hilo kabisa. Wewe Mpemba? No, mimi sio Mpemba. Wewe nani? Mimi ni mtu wa Bara tu. Ah, okay. Yeah. Ndugu yangu mimi nakuuliza swali bwana. Ukipata uh -huh. Nakupa zawadi, sawa? Yeah. Hapa mbele kuna sikukuu ya kuchinja, si ndio? Yeah. Umeweka nia ya kuchinja? Yeah, of course naweka. Mashallah. Sasa tunaambiwa eh, kwa mtu ambaye ameweka nia ya kuchinja ile siku ya kumi ile, sio? Kuna mambo ni sunna anatakiwa ajizuie nayo kuyafanya, hadi pale atakapokuwa amechinja, anaruhusiwa kuyafanya. Naomba unajie mambo mawili ambayo yule mchinjaji ame, ame ni sunna kwake yale mambo asiyafanye mpaka pale atakapochinja ndio ayafanye. Yeah. Mina kukumbusha, uh -huh. ni kunyoa nywele, ataki kunyoa nywele uh -huh. na kukata kucha. okay. uh -huh. uh -huh. Street Dawa, kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu. Mimi naitwa Mashi, natoka Kishki TV. Wana tunani ndugu yangu Adam. Adam, swali, tunakupa zawadi, tunakupa elimu, sawa. Mimi nakuuliza kuna e, kuchinja, kuchinja. E, kuna mambo kwa mtu ambaye ametia nia ya kuchinja, ametakiwa kujuzia kuyafanya hadi pale atakapochinja, ndio yale mambo atakiwa fanyaje afanye? Naomba niambie mambo ni lipi na lipi, taja mawili tu. Aruhusu kukata kucha safi kabisa. Aruhusu kunyoa nywele. Mashaallah, takbir. Allah. Shekh nani? Hussein. Shekh Hussein bwana, umepata na sisi tunakupa zawadi yako. Zawadi yako hapa, fungua kwenye basha, kuna nini? Kuna tano, hiyo ni zawadi yako, lakini pia kwa sababu Unakupa kadi ya kutunuku kwamba umeingia kwenye fainali ya kugombania mnyama mbuzi, ili ukachinje. Mtindo utakuwa ni huu wa maswali, ukijibu swali unapata nini? zawadi zawadi. E, zawadi ya mbuzi inshallah. Kwa hiyo tunaomba hiyo nambari yangu utanitafuta, lakini utatupa nambari zako, na tutaomba uje kushiriki, na tutafanya hapa Temeke, sawa habibi? inshallah inshallah. Aya, street dawa kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Mashi natoka Kishki TV. Unaitwa nani shekhi wangu? Mbagala Kisewe. Umekuja kufanya manunuzi kidogo. Hapana, hapana, kuswali kwa kuswali hapo. Kwa, kwa, kwa, kwa kuna sehemu naenda. Ah, okay, mashaallah. Familia iko vizuri lakini. Sasa mimi nakuuliza swali ndugu yangu ukipata nakupa no. na zawadi. Ukikosa no. okay, basi tutakupa elimu sawa? Unajua eh? no. elimu haina mwisho hii? Hapa hapa hapa mbele hapa kuna sikukuu hapa ya... Sikukuu gani inaitwa hii? hii ambayo iko mbeleni hapa tunaisubiria, ili kubwa hiyo ambayo inakuwa siku ya kufanyaje? Siku ya kuchinja. Kuchinja safi kabisa. Sasa kuna mambo mawili, nitaje mambo mawili ambayo tumeambiwa, ukiandama mwezi tu la mfungo tatu, ile ukiazama tu mwezi mosi ile, kwa mtu ambaye amenuia kuchinja, hayo mambo ametakiwa ajizuie nayo, asiyafanye mpaka atakapochinja. Ni ruksa sasa kuyafanya, yani ni suna kujizuia na hayo mambo. Nitaje mambo mawili tu mm. Jambo la kwanza, asinyoe nywele. Safi kabisa, ya kwanza hiyo. Jambo la pili, asikate kucha. Mashallah. Sheikh nani? Ali Kaluona. Ali Kaluona. Kaluona bwana. Hongera sana, umepata swali letu na hii ni zawadi yako bwana. Asante sana bwana. Salimia sana Sheikh Kishki. Tumwambieje? Mwambie Ali Kaluona anakusalimia. Nakusalimia. Basi shukrani sana kando ya baashahio, lakini tunakupa tiketi hii, hii tiketi utakuwa umeshinda kushiriki fainali yetu ya maswali, ambapo mshindi tutampa zawadi ya kwenda kuchinja. Ah, mashallah. Vinavyoshindwa si unavijua? Itakuwa nini? Itakuwa ni siku ya Arafa ile. Sawa. Tutakupoa hapa. Tutakupoa hapa. Bas inshallah. Tutakupigia simu tutakwamba utuitike. Utakuja habibi? Utakuja. Mashaallah. Kutokea hapa mtazamaji, Street Daawah haina tena la ziada. Kumbuka leo tulikuwa hapa maeneo ya Tandika eh, Dar es Salaam, Tanzania. Uweza umeweza kusikiliza challenge leo. Waliopata mwasikia na waliokosa umewasikia pia. Siku ambayo utajua hujui ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Nyuma ya kabera ni Omari Salum Nyanga. Mimi ni mwana Mali Mashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Kipindi hiki kilichopo machoni mwako ni mkusanyiko wa maswali mbalimbali mbali ya dini. Maswali hayo ni mwongozo bora kwetu, ni maswali ya kujifunza, ni maswali ya kutujenga, ni maswali ya kuijua njia yetu. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdillahi mwana wa Malimashi. Street Daawah, kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu.